Majina anaitwa Daudi Riganda, ni meneja uhamasishaji uwekezaji kutoka eh, Mamlaka ya Uwekezaji na Maeneo Maalum ya Kiuchumi, TISEZA. Tuko katika mkoa wa Mbeya kama sehemu ya uhamasishaji uwekezaji kwa Watanzania, na kama tulivyoona, eh, mradi huu tuliotembelea wa Babito Trading Company ni sehemu ya miradi mingi ambayo wamekwisha ifanya katika mkoa wa Mbeya, na huu ni mradi wa Watanzania ambao kwa asilimia mia moja unamilikiwa na Watanzania wa ndani. Na tukiwa hapa, tumeweza kutembelea sehemu mbalimbali kujionea uwekezaji ambao wameufanya katika jiji hili la Mbeya. Hii ni sehemu ya katikati kabisa ya jiji la Mbeya kwa jinsi ambavyo tumewambiwa na wawekezaji hawa, uwekezaji huu mpaka sasa hivi umekwisha gharimu zaidi ya bilioni nane ambazo ni pesa zilizotoka kwa wawekezaji lakini pia sehemu ikiwa ni mikopo ambayo wameichukua kutoka taasisi mbalimbali za fedha. Uwekezaji huu pia tumeona namna ambavyo unaenda kuwa chanzo cha mapato sio tu kwa wawekezaji hawa bali ni chanzo cha mapato kwa jiji la Mbeya, kwa sababu sehemu ya mapato ya hapa yatakuwa yanalipwa kwa jiji la Mbeya. Sehemu ya mapato mengine yatakuwa yanalipwa TRA. Huu ni uwekezaji wa mfano. Tuna washauri wa Tanzania ambao bado hawajawekeza kuthubutu, na kama nilivyosema Babito huu sio mradi wake wa kwanza katika jiji la Mbeya. Huu ni mwendelezo wa uwekezaji mbalimbali ambao amekwisha ufanya, na hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha ana imani kwanza na mazingira yaliyopo ya uwekezaji ya na biashara katika jiji la Mbeya, lakini kwa serikali pia yote ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kupitia uwekezaji huu tunaamini kabisa kwamba kama angeufanya kwa pesa zake mwenyewe gharama zingeweza kuwa ni pengine maradufu ya hizo dola, uh, hizo, hizo, uh, bilioni nane lakini kutokana na msaada ambao ameupata kutokana na punguzo la kodi kwa kusajiliwa na mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi gharama hizo zimepungua. Sasa basi ni vema Watanzania wakatumia fursa za uwekezaji zilizopo na wakasajili miradi hiyo na mamlaka ya uwekezaji ili kupunguza gharama za uwekezaji. Tumeona vifaa mbalimbali ambavyo vimeagizwa, kama umeme, vifaa vya umeme, vifaa vya usafi kama masinki eh, ya eh, vyooni na sehemu mbalimbali, lakini pia haya maeneo yaliyopo nyuma ambayo ni maeneo yaliyoezekwa kwa vifaa vilivyokuja kuunganishwa, tunasema pre-fabricated structures, wameagiza kutoka China na serikali imewasamehe kodi ya punguzo, uh, la import duty kwa asilimia 75. Sasa huu uwekezaji umeweza kuwezekana kutokana na msaada wa namna hiyo kwa Watanzania. Na sisi kupitia kampeni hii tunasema tunawezesha Watanzania kupitia punguzo la gharama za mtaji. Hivyo jitokezeni, Watanzania, wana Mbeya, wafanyabiashara, wajasiriamali ambao mnaweza kuwa na sifa za kuwekeza. TISEZA ambayo ni mamlaka ya wawekezaji kupitia ofisi yetu ya kanda ambayo iko hapa hapa mkoani Mbeya itaweza kuwapatia mwongozo na ushauri wa namna ya kusajili miradi hiyo. Karibuni sana. Anaitwa Engineer Godwin Mariango Msuya, ni mshauri na msimamizi wa ujenzi wa mradi huu katika eneo hili la City Park, and, park, uh, City Park Garden ambayo liko chini ya kampuni ya Babito Trading Company. Uh, mradi huu una miundombinu ambayo imelenga katika malengo ya kupata maeneo ya kupumzika, biashara uh, ofisi, lakini kutokana na malengo hayo pia yanaenda kuzalisha ajira mbalimbali mbali na uh, kuongeza mapato ya halmashauri ya jiji la Mbeya. Uh, labda nianze kwa kuelezea miundombinu ambayo imelengwa uh, katika eneo hili pale ambapo mradi utakamilika. Hapa kuna kumbi uh, tatu uh, kwa ajili ya mikutano na sherehe ambapo kumbi mbili tayari zimekwisha kamilika. Tuna ukumbi mkubwa ambao unaweza kubeba watu kwa mpaka kapasiti ya juu elfu tatu mwingine mia tisa na kuna mwingine ambao una kapasiti ya mia tatu Hiyo miwili imekwisha kamilika ambapo ni elephant hall, ambapo inaonekana uh, kwenye background na mwingine unaitwa giraffe hall. Hilo ni eneo la kumbi, lakini pia kuna maeneo ambayo ni ya kutoa huduma za starehe, ambapo kutakuwa na baa ya ndani, kutakuwa na baa nyingine mbili za nje, na kutakuwa na restaurant ya vyakula maalum kama vya Kichina, lakini pia tuna swimming pool kwa ajili ya watu wazima na watoto. Lakini tuna eneo hili kubwa la nje linaloonekana, ni mandhari nzuri kwa ajili ya garden, kwa ajili ya kupigia picha, video na watu kupumzika lakini pia tuna eneo la michezo ya watoto ambapo pia watakuwa na uh, swimming pool yao, lakini tuna maeneo mengine au miundombinu mingine ambayo itarahisisha watu wakija hapa wasipate tabu. Kwa mfano tuna car wash ambapo watu wakiingia hapa, mtu anaweza kaa wamekaa lakini anapata huduma ya gari kuoshwa. Tuna saluni ya kike na kiume, lakini tuna kumbi nyingine ndogo kama tatu ambazo zinabeba watu kuanzia hamsini mpaka sabini. Aa, lakini vilevile tuna eneo la kasino ambalo bado ujenzi wake unaendelea, lakini eneo hili kubwa ambalo lina takriban ekari tisa limezungukwa na maduka ambayo yanatumika kwa ajili ya biashara mbalimbali na maofisi. Lakini katika baadhi ya maduka hayo pia kuna maduka kwa ajili ya huduma hizi za kifedha kama M-Pesa na huduma za kibenki, lakini pia kuna sehemu za kuweka mashine za ATM. Kwa hiyo kwa kifupi e, hiyo ndio miundombinu ambayo iko hapa, na tukija kwenye asilimia ya uh, ujenzi mpaka sasa hivi maeneo mengi yamefika zaidi ya asilimia 90. E, kwa majina naitwa Godlisten Tumaini Msuya, ni muhasibu mkuu wa kampuni ya Babito Trading Company Limited inayopatikana hapa mkoa wa Mbeya. Kampuni ya Babito Trading Company Limited Haswa ndiyo mwekezaji katika eneo hili la City Park Garden, na huu mradi tumeshirikiana pamoja na jiji la Mbeya, ambako eneo hili mnaloliona lote linamilikiwa na jiji la Mbeya. Katika eneo hili la mradi tumewekeza zaidi ya bilioni nane na fedha hizi zimetoka katika kampuni, lakini fedha nyingine zimetoka katika taasisi za kifedha na hapa naweza kutaja benki ambayo imepushi kabisa mradi huu ambayo ni benki ya NMB. Katika mradi huu tumeweza kuajiri mafundi wengi kama mnavyoona, kazi zinaendelea. Mafundi zaidi ya hamsini wamekuwa wakifanya kazi katika eneo hili, na mafundi hawa ni vijana wa Kitanzania wanaopatikana Mbeya na mikoa ya karibu, wamekuja wananufaika na ajira lakini mradi huu ukiisha katika hivyo vipengele mnavyoviona vya kumbi, maeneo ya michezo ya watoto, kuogelea, maeneo ya vyakula na lonji, tutategemea tutaajiri zaidi ya wafanyakazi mia moja ambao watakuwa wakifanya kazi katika eneo hili na hao ni wafanyakazi ambao tunasema ni direct employment. Lakini kuna wafanyakazi ambao watapata kazi au watu watapata ajira, wale ambao watauza bidhaa zao katika eneo hili. Tunategemea watu watakula chakula hapa tunategemea watu watakunywa hapa. Kwa hiyo vile vyakula vinavyopatikana nyanda za juu kusini mwa Tanzania ikiwemo mahindi, maharage, michele, tunazungumzia mipunga, pamoja na kuku na wanyama wa aina mbalimbali wataweza kuuzwa na tutanunua. Hivyo unaweza kuona ajira nyingi zitatengenezwa kutokana na mradi huu. E, naweza nikasema mradi huu umeanza mwaka 2022 kujengwa na mpaka sasa tunakaribia asilimia tisini ya kufikia mwisho kabisa wa mradi huu. E, mahusiano yetu na TISEZA, faida ambazo tumeweza kuzipata kutokana na kushirikiana na TISEZA e, niweze kuwaambia tu ndugu wa Tanzania, hii ni mamlaka ya uwekezaji pamoja na maeneo maalumu ya kiuchumi Tanzania, ambayo inafanya kazi kwa karibu na wawekezaji wa Kitanzania lakini na wale walio nje ya Tanzania pia, kwa maana ya kwamba ukiwa wewe umetoka nje ya nchi unataka kufanya uwekezaji, na ikiwa wewe ni Mtanzania unataka kufanya uwekezaji, ni muhimu sana kujisajili huku TISEZA. Ukijisajili TISEZA, utapata faida nyingi sana. Wakati wa kuagiza mizigo kutoka nje ya nchi utapata ushauri wa kiuwekezaji mambo gani unatakiwa ufanye ili uwekezaji wako uweze kwenda kwa namna ambayo ni nzuri kabisa. Kwa hiyo sisi kama Babito tumefaidika, na mwaka elfu mbili na ishirini na tatu tuliweza kujisajili TISEZA. Waweza kujua kwamba wakati huo ilikuwa inaitwa TIC, kwa maana ya kwamba ilikuwa tuna mamlaka ya uwekezaji, lakini sasa hivi imeongezeka, imeenda mpaka maeneo maalum ya kiuchumi ao kwa hiyo sasa hivi tunafanya kazi nayo na tulipata cheti, na bahati nzuri, baada ya kupata cheti tulipeleka vyeti hivyo kwa wenzetu mamlaka ya mapato Tanzania katika department yao ile ya, ya kuingiza mizigo nchini au kamishna wa foroza pamoja na ushuru wa bidhaa. Alitusaidia sana, baada ya kupeleka cheti hiki tuliweza kupata msamaha wa kodi za kuingiza vitu nchini kwa asilimia sabini na tano. Ndugu Mtanzania Usipange kukosa fursa hii ya kuwekeza kwa kujisajili kupitia mamlaka hii ya uwekezaji pamoja na maeneo maalum ya kiuchumi. Asilimia sabini na tano wakati wa kuingiza mizigo nchini ni asilimia kubwa sana. Ukisamehewa fedha hizo, tumeweza kuzitumia kwa ajili ya kuendeleza eneo, kwa maana mtaji unabaki ili uweze kufanya mambo mengine zaidi. Wakati tunaingiza vitu, yakiwemo matenti unayoona nyuma yangu pamoja na vifaa vingine vya umeme, vifaa vya sanitari, vyote tumeviingiza kwa gharama nafuu kwa sababu tuliweza kusamehewa kodi na mamlaka ya mapato kwa sababu tu ya kuwa na cheti cha TISEZA. Na wakaribisha wa Tanzania wote tusiogope, ni tumepata elimu hii, na ninashukuru mamlaka ya TISEZA imeendelea kutoa elimu. Yaani ukiwa na mtaji ambao haupungui dola elfu hamsini unaweza ukajisajili TISEZA. Ukiangalia kwa gharama za Kitanzania tunasema ni Tanzania shilingi milioni mia moja na hamsini. Ukiwa na mradi ambao unaweza kuzidi hapo hizo fedha basi, unaweza kujisajili na wewe unaweza ukafaidika na kusamehewa kodi wakati unaingiza bidhaa nchini. Lakini hutafaidika na kusamehewa kodi tu wanakushauri pia ndugu zetu wa TISEZA, hasa nyanda za juu kusini. Meneja amekuwa mstari wa mbele kutushauri katika masuala mbalimbali mbali ya kiuwekezaji. Hata kuijua TISEZA ni kutokana na elimu ambayo inaendelea kutolewa na wenzetu wa TISEZA. Ukitaka kujisajili TISEZA, njoo na mradi wako, andika andiko zuri la kibiashara ambalo litaonyesha Tanzania itafaidika nini, utaajiri wafanyakazi wangapi, italeta madhara gani katika nchi yetu. Hivyo napenda kuwakaribisha sana tujisajili TISEZA kwa sababu ni mamlaka ambayo itakusaidia katika uwekezaji. Asanteni sana.